Bazo, unashinda kanisani, unaomba kila mahali, misikitini, unamngojea mke mwema kutoka kwa bwana eh, eh, eh. Malizia tu unamngojea mke mwema kutoka kwa bwana mwingine eh. Eh. Mke wako bwana yupo kwa bwana mwingine kule, anapika, anaosha vyombo, anamfanyia usafi anafanya kila kitu ambacho mume anastahili kufanyiwa, na anachoshwa vibaya, anachoshwa kimwili, anachoshwa kihisia, yani anachoshwa kila kitu, mpaka mje mwonane na wewe, mpaka mje mkutane na wewe. Ambao nataka kumuoa amesha kuongoroka mno, bro, hawezi kupika, hawezi kufua, hawezi kuosha vyombo, kwa hiyo itakubidi utafuti ili aweze kumsaidia. Amechoka, kumbuka, amefanyia kazi wanaume hamsini, wamepita na mwili wake na hamsini. Huyo binti wa watu ni binti wa mcha Mungu, amejitunza mwenyewe, ana wanaume hamsini ambao amepita nao, kakutana na wao hamsini na moja. Amechoka, amekongoroka. Wewe sema tu, bwana, mimi nangojea kongoro langu la kufa na kuzikana.